kwa lengo la kuongeza upatikanaji na uunganishaji wa umeme kwa wananchi, kuongeza mchango wa nishati jadidifu katika uzalishaji wa umeme na ushiriki wa sekta binafsi katika maendeleo ya sekta ya nishati, kuhakikisha upatikanaji wa umeme wa uhakika kwa maendeleo ya kiuchumi na kijamii, kwa kutekeleza mradi wa kuimarisha gridi ya taifa, pamoja na kufanya matengenezo na ukarabati wa mitambo ya kuzalisha umeme, usafirishaji na usambazaji wa nishati katika vitongoji maeneo ya migodi, kilimo, viwanda, pampu za maji pamoja na vituo vya afya. Kwa upande wa sekta ya mafuta na gesi, wizara itaendelea kuwezesha upatikanaji wa bidhaa ya mafuta, bidhaa za mafuta vijijini kupitia ujenzi wa vituo vya mafuta katika maeneo hayo. Lakini pia wizara itaendelea kujikita katika kuwezesha utafutaji uendelezaji na usambazaji wa gesi asilia pamoja na kutekeleza miradi ya kielekezo nakini mkakati ya gesi asilia ikiwemo ya Mnazi Bay Kaskazini ya Siwembere, mradi wa kuchakata na kusindika gesi asilia kwa kimiminika kule Lindi, kuwezesha utafutaji, uendelezaji na usambazaji wa mafuta ikiwa ni pamoja na ujenzi wa bomba la kusafirisha mafuta ghafi kutoka Hoima nchini Uganda hadi Chongoleani mkoani Tanga kusimamia na kuhakikisha na kuhakikisha nchi inakuwa na uhakika na uhakika wa upatikanaji wa bidhaa za mafuta pamoja na kuimarisha matumizi ya gesi asilia iliyoshindiliwa katika vyombo vya moto kwa kuwezesha katika mkoa wa Dar es Salaam na mkoa wa Pwani. Aidha, ndugu wajumbe, serikali imeingia mkataba na kampuni binafsi kwa ajili ya kuwezesha upatikanaji wa gesi asilia iliyoshindiliwa katika katika mikoa mingine. Usisahau kusubscribe, kucomment, ku like na kushare ili kuwa kwanza kupata habari mbalimbali mbali kutoka Dar24 Media.